Jamani, hapa ni Bumburi Hospital, Lutheran Hospital. Ni hii ni idara ya upasuaji theater. Mimi kwa jina ni, ana, ni Bwana Herman Isaac Mdamani ndio anathetist wa hapa Bumburi Hospital. Tumepata mashine mpya ya kisasa ambayo tunasema iko up to date. Mnaweza mkafanya vitu ambavyo ambavyo vya kioperation ambavyo mnaweza mkawalaza watoto wadogo mkalaza watu, watu, watu wazima. Kwa hiyo hii ndio mashine ya standard kwa sasa ambayo inatumia inatumia mitambo ya kisasa tofauti na zamani. Kwa hiyo kabla ya mambo yote kue, kueleza kwanza, ningependelea kutoa shukurani zangu za dhati kwa uongozi wa Dayosisi kwa baba askofu Msafiri Mbilu ambaye kwa kweli kut, kwa kipindi chake kifupi hiki amewezesha kupatikana kwa mashine hii. Ilikuwa ni changamoto kwa kipindi kirefu sana, tulikuwa tuna tunahangaika, lakini ameliona kwa ajili ya jamii ya kanisa hili kwa jumla, akaamua kuitendea haki. Kwa hiyo nipende kutoa shukrani zangu za dhati. Pili, tupende kutoa shukrani zetu kwa kampuni ya Malulu ambayo wameshiriki kwa njia hii au nyingine mpaka kufikisha hii mashine kuingia leo mahali hapa. Zamani tulikuwa tunatumia mashine ambayo ni ya uh, siku nyingi ndio kama hii hapa. Hii mashine nafikiri kabla mimi sijazaliwa ilikuwepo hapa. Yaani kutokana na historia ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya hospitali yetu, mashine hii ndio ilianzishwa kwenye mwaka elfu moja na mia tisa na ishirini na saba. Kwa hiyo leo hii, mwaka huu, hebu fikiria hapo pana interval gani tangia hapo mpaka kufikia hatua hii. Lakini leo uongozi wa dayosisi pamoja na mdhamini huyu wameamua kuleta kifaa hiki hapa. Hizi ni mashine mbili tofauti ambazo zamani tulikuwa tuna zinatumiwa kuna mashine moja ambayo inaitwa inaitwa EMO ilikuwa inatumia, kuna kuna kuna kuna, kuna dawa ya usingizi ilikuwa inaitwa inaitwa ether, ni dawa ya zamani sana ni, na sasa hivi wanasema dawa hii ni expensive sana. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia walikuwa wanatumia mashine hii, lakini baada ya hapo ikabidi tena waje waka wakaingia kwenye mashine nyingine ambayo inaitwa OMV ambayo inatumia halothane kwa hiyo ilikuwa sasa muda mwingi ukiwa umempa mgonjwa dawa ya usingizi una ventrate una ventrate sasa ashumu kwamba tangia mgonjwa aanze kupewa dawa ya usingizi inamaana kwamba wewe una ventrate, mpaka operation ianze kumalizika kwa hiyo ni njia ambayo kwa kweli kwa muda huo ilikuwa ni ngumu mno lakini sasa hivi tumeletewa mashine ambayo ni automatic. Kwa hiyo ukisha set mipango yako wewe hapa itakuwa ina, ina, ina, ina, un, un, unasoma tu hapa. Itakuwa inakuonyesha mgonjwa wako anapumua kiasi gani, mgonjwa wako anapata oxygen kiasi gani. Kwa hiyo kila kitu tutakuwa tumerahisishiwa. Kwa hiyo hii ni juhudi binafsi ambayo kwa kweli hatuna budi kusema kwamba tunawashukuru watu ambao wameshiriki kwa njia hii au nyingine. Nisipende vile vile kuwa nyuma kutowashukuru hata uongozi wa Bumbuli Hospital. Kwa kweli wamejaribu kuliona hili na wameongeza nguvu hadi kufikia mahali hapo. Kwa haya machache nashukuru na, na tuombe Mwenyezi Mungu mashine hii iweze kudumu na tutailinda bila ipasavyo ili iweze kusaidia jamii ambayo inatuzunguka na jamii nyingine ambazo watakuja kupata huduma katika hospitali yetu hii ya Bumbuli. Asanteni sana. Tuko hapa kwenye hospitali yetu ya Kiluteri Bumbuli, hasa hasa kwa ajili ya kupokea mashine hii. Kama wataalamu walivyoizungumzia ni mashine muhimu sana ambayo itatusaidia kufanya procedures mbalimbali -mbali, ambazo zitafanyika kwenye theater hii, na mashine hii kama wataalamu walivyosema ni ya kisasa zaidi. Uh, kwa wote ambao mnafahamu hospitali yetu ya Bumbuli ni hospitali ya zamani sana, tangu mwaka 1927 ambapo tangu wakati ule wa misionari walipoanzisha hospitali hii waliweka mashine hii ha, kwa upande huu wa kulia kama mnavyoiona na kama ilivyoelezewa sasa. Kwa miaka mingi uh, huduma zote katika theater hii imekuwa inatumia mashine hii, lakini uh, tunashukuru Mungu kwa jitihada mbalimbali mbali ambazo zimefanywa na dayosisi, hususan uh, Baba Askofu Dr. Msafiri Mbilu uh, kwa kipindi hiki kifupi uh, kwa jitihada zake tumeweza kupata mashine hii ya kisasa ambayo ni mashine ya ghali sana uh, kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za suppliers uh, mashine kama hii kama unavyoona, inagharimu kwenye uh, milioni hamsini na tatu za Kitanzania. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa maboresho haya ambayo baba skofu amekuwa anayafanya kwenye taasisi zetu hizi za afya na elimu okay. lakini pia nichukue nafasi hii kuishukuru kampuni ya Malulu ambayo wame to supply mashine hii ambao ni rafiki zetu wa kweli na wana moyo wa kusaidia kanisa, kama mnavyoona hapa wametusaidia kwa kiasi kikubwa hata kusafirisha mashine hii kutoka Moshi. Lakini pia tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia kwamba wameendelea kutushika mkono kwenye uh, huduma hizi za afya. Kama mnavyofahamu Bumbuli hospitali ni miongoni mwa hospitali ambazo zinaendeshwa kwa ushirika na serikali. Kwa hiyo kuna vifaa mbalimbali ambavyo pia tutaviona uh, punde ambavyo pia tunashukuru Mungu uh, kwa kupitia mahusiano haya na serikali uh, pia tumeweza kuwa na vifaa hivi katika hospitali yetu, lakini pia na wahisani wengine GIZ Uh, shirika hili ambalo ni la Ujerumani ambalo lina support shughuli mbalimbali za kijamii uh, tutaona na vifaa vingine ambavyo vimeletwa uh, ndani ya kipindi hiki kifupi uh, hususan wiki ya jana ambavyo vyote uh, vitaimarisha huduma hii uh, ya afya katika hospitali yetu ya Bumbuli. Labda mimi kama mkurugenzi wa huduma za jamii ambayo inasimamia Shughuli zote zinazoratibiwa kwenye uh, taasisi hizi, nitoe wito kwa jamii ya Kitanzania na wakazi wa Bumbuli kuona kwamba wanatumia huduma hii vizuri na wananufaika vizuri na huduma hii. Kwa haya yote, mwisho wa siku, tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye yeye pekee ndiye anayetuwezesha kuwa na vitu hivi na kujalia wanadamu kwa vipawa mbalimbali mbali na kutuwezesha hasa kuwa na vifaa vizuri vya kisasa kama hivi. Asante. Kwa jina naitwa Dr. Frank Logatas Lugaenda, uh, mganga mfawidhi wa hospitali ya Bumbuli Lutheran Hospital. Tumepokea mashine ya kisasa ya usingizi ambao kwa hapo awali tulikuwa tunatumia mashine ya zamani. Na tumatumaini yangu uh, kwa mashine hii kwa sasa, pia hata huduma za so upasuaji zitaboreka zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya watoto wadogo wa uh, Nipende sana kutoa shukrani zangu kwa mheshimiwa Baba Askofu Msafiri Joseph Mbilu kwa kuweza ku kutufanikishia jambo hili ambalo lilikuwa ni kilio kwa muda mrefu. Sababu na hilo pia nipende kushukuru kampuni ya Malulu kwa kuweza kutusambazia uh, mashine hii hapa na pia shukrani za dhati pia ziende kwa uh, mkurugenzi wetu wa huduma za jamii uh, Fizai, Bolivar, na Afizai Vuliva na management yote kwa ujumla ambao imefanikisha zoezi hili, asante.